Hapa tulipo tuko mazoezini na tuna focus na mechi ya Simba. Simba ni timu kubwa timu bora Afrika. Tunamheshimu, ni mpinzani ambaye nahisi anakuja kwa ajili ya kutafuta pointi tatu kwetu, na sisi tumejiandaa vizuri kukabiliana naye. Tunamheshimu kama mkubwa wetu, lakini pale ni kazini, pale ni mpira unaochezeka. mona na waahidi washabiki wetu wafufuni sisi tunaenda kupambana na kupata pointi tatu, ila akili yetu yote sasa hivi ipo kwenye mechi ambayo unafuata. Pamoja na Simba ni lazima tupate pointi tatu ili tuweze kufuzu hatua inayofuata kama eh, City Institute eh, of Health Dar es Salaam, eh, lengo kubwa kwa timu yetu ya Fufuni ni kuhakikisha kwamba eh, tunaanikiza lakini pia tunapata mashabiki wengi ambao watakuja kuipa eh, support timu yetu. Kwa hiyo kikubwa ambacho tumekifanya ni kuhakikisha kwamba eh, kila timu yetu inapoingia uwanjani eh, kwa hivi sasa ni kuwapata mashabiki takriban mia moja kwa ajili ya kuanikiza lakini kwa ajili ya kuwapa support eh, timu yetu ya Fufuni inapoingia uwanjani eh, katika mashindano ya Mapinduzi. Ijulikane Fufuni ni timu geni kwenye mashindano makubwa kama haya na imepanda ligi eh, kuja premier ligi kwa hiyo, bado haina base kubwa ya mashabiki, haina base kubwa ya eh, wadau wa soka. Kwa City Institute eh, hapa visiwani, kazi yake ni kutafuta mashabiki kwa ajili ya kuenda kuhanikiza na kuwapa support eh, eh, wachezaji wetu wanapokuwa uwanjani, na hili tutalifanya si tu kwenye eh, Mapinduzi, lakini hata kwenye eh, ligi kuu ya Zanzibar itakapokuwa inarejea, tutaenda kuwa tunawalipia mashabiki zetu eh, kiviingilio kwa ajili ya kuja kuipa sapoti timu yetu ya Fufuni.